Je, Abraham alitoka kwenye imani ya Anunnaki? Siri ya mji wa Ur iliyofichwa. Je, umewahi kujiuliza Abrahamu, baba wa dini kubwa tatu duniani, alitoka wapi? Biblia inasema alitoka Ur wa Wakaldayo, lakini inashangaza wengi kwamba mji huu si wa kawaida. Mji wa Ur ulikuwa sehemu ya ustaarabu wa Sumeri, ambao waliamini katika miungu waliowaita Anunnaki. Lakini je, kuna ushahidi kuwa Abrahamu aliwahi kushiriki katika imani hizi za kale kabla hajaitwa na Mungu wa kweli? Ur haukuwa tu mji, ulikuwa kituo cha ibada maarufu kwa hekalu la mungu wa mwezi Nanna ama Sin. Hapa ndipo panapopatikana maandiko ya Sumeri kuhusu Enki, Enlil na miungu waliodaiwa kuumba binadamu. Wengine wanaamini kwamba hadithi ya Biblia ya uumbaji, Adamu na Hawa, gharika ya Nuhu, hata Mnara wa Babeli zilitokana na maandiko ya Sumeri kama Enuma Elish na Epic of Gilgamesh. Wanasema kabla Abrahamu hajaitwa kutoka Ur, tayari alikuwa ameathiriwa na imani hizi. Je, alipomwona Mungu kwa mara ya kwanza, ilikuwa kweli Mungu wa pekee au mmoja wa Anunnaki? Katika Mwanzo 12:1 Mungu anamwambia Abrahamu, toka katika nchi yako na jamaa zako Uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Lakini swali ni hili, kwa nini Mungu amtoe kwenye mji uliokuwa na nguvu ya kiroho? Je, ni kwa sababu kulikuwa na ibada ya miungu ya uongo au kulikuwa na sababu kubwa zaidi ya kihistoria na kiroho? Watafiti wengi wa historia ya Sumeri wanaona kufanana kwa ajabu kati ya hadithi za Sumeri na Biblia. Sumeri walizungumzia uumbaji wa binadamu kwa kutumia udongo sawa na Biblia. Walisema waliumbwa ili kuhudumia miungu sawa na kazi ya mwanadamu bustanini. Walisema miungu ilichoka kelele za wanadamu na ikaleta gharika sawa na gharika ya Nuhu. Je, huu ni ushahidi kwamba Abrahamu alitoka kwenye jamii iliyoamini miungu waliodaiwa kuwa wa angani, Anunnaki? Ur leo ni magofu tu kusini mwa Iraq. Lakini imekuwa kivutio cha wachimbaji wa historia na hata Vatican. Ndio, kanisa Katoliki limeonyesha nia ya kuvuna siri za miji hii ya kale. Kwa nini? Kwa sababu kuna ushahidi wa maandiko ya kale yaliyofutwa na historia ya Kikristo, maandishi ya Gnostic, maandiko ya Sumeri na hata maandishi ya Babeli. Je, Dini ya leo ilijengwa juu ya msingi wa hadithi za kale zilizogeuzwa. Hadithi ya Abrahamu ni hadithi ya mwanzo mpya, lakini nyuma ya pazia kuna historia ndefu ya kipekee ya kiroho na imani za kale. Je, kuna uwezekano kwamba Mungu aliyemwita Abrahamu alikuwa anataka kumtoa kwenye ibada ya Anunnaki na kumpeleka kwenye njia mpya ya kiimani? Au je, Abrahamu alibeba vipande vya imani ya kale na kuvibadilisha kuwa msingi wa dini mpya? Hii ni Mwanga wa Ukweli. Jiunge nasi kwa video nyingine za kufumbua macho ambapo tunazungumza mambo ambayo wengi hawawezi kusema hadharani. Je, Abrahamu alitoka kwenye imani ya Anunnaki? Jibu tunalotafuta si rahisi, lakini ukweli hauogopi mwanga. Usisahau kusubscribe, Kulike na kushare video hii kama unataka kuona historia ya kweli ya imani yako.